Uh, mimi nataka kusema hivi kama chairman wa security katika county hii ya Tana River. Wakati mutaleta hii buduki tuchuk, tusikie tu kamutu kamoja mtu mmoja tu hivi ameiba buzi zenu ama ameiba gamia ama ngombe, hata hata buduki yetu saa hiyo itafanya kazi. Tusikie mmoja mkileta hizo, mujue serikali imeprotect ninyi, hakuna ngombe yenu ama buzi ambayo itaenda, okay. Na nataka pia kushukuru ninyi, juzi nilikuwa hapa Madogo na mkaniambia kwamba mumejadiliana mkaona hamutalete fujo tena, na mukasema kama kutatokelezea uh, shida yoyote, mtakutana mtaitana, mshauriane uh, na mutatue hiyo kivyenu, na ninaona hivyo uh, nataka kusema na kuambia wananchi wote wa Kenya uh, na viongozi wote wa Kenya kwamba kwa munda wa wiki wa siku hizo kumi na nane hatujawahi sikia shida yoyote imetokea katika Tana River na tunaamini itaendelea hivi na hatuta nyamaza ama tulale ati kwa sababu imetulia. Hii maneno ya Tanaliva itakuwa akili zetu sisi na hii komiti mnaona hapa, kila siku tutakuwa tunafikiria maneno ya Tanaliva, kwa sababu tutahakikisha kwamba usalama wa Tanaliva umerudi vile ilivyokuwa, sio vile ati inanyamaza kidogo alafu tunasikia mtu fulani pale amepigwa risasi ama ngobe zimeibiwa. Akili zetu zote zimeconcentrate na maneno ya usalama ya Tanaliva, tumifikiria mzuri tumilete hiyo bunduki, na tunataka usalama na kila mahali tunataka usalama, na tunapenda usalama sana, na usiku na mchana wote, na atutaki mara ngapi kukufa mtu wetu yani bure, ama hio vovyo ikikufa, atutaki, na tunataka usalama kila mahali, mali kora na kabina ndani wa hii Kenya hii ya Tana River. Tafadhali tunaomba serikali, tunataka sisi usalama pia sisi, ilikuwa tunashukuru serikali. Alhamdulillah, sisi kabila anaitwa Degodia, sisi nataka salama. Tangu alikuwa watu inne alikufa, alisimama ambele yetu, sisi nimechukua amani kutoka saa ile. Kutoka saa hii sisi tunafuata nyayo ya salama, sisi tukubali. Na sisi anataka salama vile leo wanama lete bunduki kila wale wanaishi sisi pamoja, alete kama sisi atakuwa pamoja aishi pamoja sisi watoto wote acheze na pamoja na moja akule sisi pamoja, wale wa Tana River wote kila kabila akabile ambale mbele atakule pamoja ata kae usalama pamoja, kwa sababu dini yetu ni moja, president yetu ni moja, kaunti kamishna yetu ni moja, na hospitali yetu ni moja. Sisi ni kama wakenya pamoja sisi kuwe salama wote pamoja.